Naam, kwengine kwa mtazamaji ni kwamba familia mbili katika eneo la Kaputir huko Turkana South zinaomboleza na kudai haki baada ya jamaa zao wawili waliokuwa maafisa wa willi, mafiso, polisi wa akiba KPR wanadaiwa kuuawa na wanajeshi wa KDF walioko katika kambi ya Loyapat. Na familia hizo zinataka wahusika kuchukuliwa adhabu kali. Naibu kamishna wa kaunti ya Turkana Gideon Obongi amejutia tukio hilo na kuomba msamaha kwa familia za waathiriwa. Cheboet Emmanuel anaarifu zaidi. Nyuso zimesawijika kwa majonzi na simanzi katika kijiji cha Nawayragai, Turkana Kusini, familia zinaomboleza vifo vya Ayapan Loluk na Simon Lomowase Karu, maafisa wa polisi wa akiba waliokuwa wakihudumu eneo la Kaputir, waliopigwa risasi na maafisa wa jeshi la KDF Kenya. KDF ameafanya ameafanya hasara kubwa sana, sisi tu kujua KDF atawasaua askari mwenzake kama uyo. Uye alikuwa KPR na yeye alikuwa askari. Sasa kwa nini aliua? Kwa nini akuangalia uniform? Vile alikuwa amevaa, alikuwa amevaa uniform ya serikali. Alikuwa na funduki ya serikali, alikuwa na funduki ile ya kiraia. Na alikuwa anatoka kasi yake. To my beloved president of the Republic of Kenya. Huyo mkubwa wa Kenya mama analeta juzi. Atolewe mara amejutia tukio hilo na kuomba msamaha familia hiyo. Mheshimiwa Soipan Tuya, the CS in charge of defense, Nataka na kukuambia KDF officers jana wamerenda two women widows kwa sababu waume wao walikuwa tu NPR, hawakuwa walifu. Sasa yaliyotokea jana hayasemeki, ni mabaya. Kila mtu alihuzunika na kusikitika na kukasirishwa. Simon Lomowas ameacha wajane watatu na watoto kumi na wanane huku Ayapan Luluk akiacha mjane na watoto tisa. Mama? Kando na fidia, familia sasa inataka hatua kali za kisheria ichukuliwe dhidi ya maafisa wa kijeshi waliotekeleza unyama huo ili familia iweze kupata haki. Chebuit Emanuel, runinga ya Citizen nikiwa Kaputir, eneo bunge la Turkana Kusini.